Yes, bana, mambo vipi? Hope uko poa kabisa. Lakini pia ikiwa leo ni tarehe 28 ya mwezi wa tano mwaka 2025. Eh, moja kati ya siku ambazo pia watu wengi walikuwa wakisubiri sana hasa wadau wa burudani, eh, kwa sababu tunajua kabisa siku hii ya leo bana ndipo harusi ya Juma Jux inakwenda kufanyika pale Superdome Masaki. Bana, kila mmoja I think ameshaweza kujiandaa kuweza kutamani, kuweza eh, kuwa ni moja kati ya watu ambao pia watahusika kwa namna moja ama nyingine kuweza kushiriki eh, katika harusi hii kuweza kuangalia vitu bana tofauti Tofauti. Lakini bana, E, toka zimeanza anza hizi harusi za Juma Jux zimekuwa ni moja kati ya harusi ambazo pia zimeweza kumpatia mafanikio makubwa zaidi hasa katika masuala e, mazima ya muziki wake ambaye anakuwa anaufanya. E, ikumbuke kwamba ameweza kuachia EP yake e, kwa sasa hivi ambayo inafahamika kwa jina la A Day to Remember, moja kati ya EP ambayo inafanya poa zaidi ikiwa na nyimbo kibao ambazo pia e, kuna mikwaju ya kutosha mle ndani, lakini pia e, watu wengi wameweza kuifuatilia kwa namna moja ama nyingine. Sasa mara baada ya ndoa ya mafani mara baada ya hii ndoa kuwa na mafanikio makubwa zaidi eh, EP ya, eh, Day to Remember, ambayo ya ambayo ina jumla ya nyimbo saba ambayo kuwa namba moja huko Ghana katika eh, na platforms tofauti, lakini pia huku nyimbo nyingine zikishika top 20 kwenye iTunes huko Nigeria, lakini pia hili ni la uthibitisho wake kuwa Jux hayupo tena kwenye charts za Bongo Flava pekee eh, bali amevuka mipaka na sasa ni msanii wa Afrika nzima na kama haitoshi pia God Design imerudi tena namba moja eh, huko Nigeria na hii ni mara baada eh... E, mara ya pili tangu ulipotoka kama single, e, na sasa pia imeweza kutawala tena kupitia EP, e, bila shaka huu wimbo, e, bwana ulimtambulisha Jux kwenye masikio ya wengi huko nchini Nigeria. Sasa track namba moja naweza nikakupitisha hapa, e, kwa haraka haraka kidogo ili ukaweza kunielewa vizuri. E, bwana, track namba moja inafahamika kwa jina la Celebration. Sasa Jux anaanza safari hii kwa kuweza kusherehekea ushindi na utajiri wake lakini pia ndoa na maisha, e, kwa ujumla. Ameweza kutumia Kiingereza, Kiyoruba na Kiswahili, e, kwenye fashion mapiano na Afrobeats mixing ya Riza pia, e, pamoja na mtayarishaji AYK Beats pia vimeupa wimbo huu e, nguvu ya kimataifa na kuwa nyimbo poa kabisa. Sasa track namba mbili kwenda kwa jina la Maishaila e, bado pia e, mtayarishaji AY, e, AYK, e, e, lakini safari hii kwenye tempo ya juu zaidi, wimbo wa mapenzi wenye dundo la club pia e, mashairi ni uhalisia yakiweza e, kusisitiza uaminifu na ukweli e, kwenye masuala mazima ya e, mahusiano. Kiangalia watu, ukifuatilia hii nyimbo, ukiangalia mle ndani kuna ba baadhi ya vitu unavipata kutokana na the way ambavyo ngoma hili limeweza kuandaliwa, production yake imekuwa Bomba, bomba kabisa. Lakini pia track namba tatu ni tasi mimi sasa, miongoni mwa nyimbo ambazo pia ziliweza kupigwa sana e, kwenye harusi kubwa hapa da. Ni love song ya e, e, kipekee kutoka kwa Kijuksi yenye mashairi yenye hisia, production kubwa kabisa ambayo imeweza kufanyika na Esto Kids, pia imeweza kuchongwa vizuri, mixing kubwa kabisa na Razer Classic, ambayo imeweza kuifanya imeupa uhai zaidi wimbo huu na kuweza kutumika sehemu tofauti tofauti sehemu mbalimbali, watu wengi wamekuwa wakiweza kuutumia moja la ngoma, bonge moja la la hit, bonge moja la track ambalo pia limeweza kufanya poa e, toka mara baada ya sau, e, harusi kuweza kuanza kule Nigeria na sehemu nyingine kibao nyimbo hii imekuwa poa sana. Sasa wimbo huu pia uliweza kumfungulia milango huko Nigeria, ushirikiano wake na na, na, na na, Pino pia umeweza e, kufanya kazi ya kiwango cha juu sana ikileta ladha ya Bongo flavor na Afrobeats kwa pamoja, tayari pia imeonyesha kila dalili ya kuwa classic lakini pia kila dalili ya wimbo huu kuonekana ni sana. Track namba tano, kuna kwa jina la Ololo, bonge moja la ngoma ambayo pia imeweza kuandaliwa na Fox Medit, moja kati ya maprodusa ambao pia anawatumia sana Jux katika nyimbo zake nyingi sana, kuweza kumrudisha Jux kwenye asili ya R&B kwa nyimbo zake ambazo amekwisha kuzizoea na ambazo alikwisha kuanza nazo ni kama ameweza kurudi kwenye enzi zake za mwanzo. Wimbo huu pia unatumia ujumbe wa upendo na ukweli, na wimbo wenye hisia za kuweza kugusa mioyo ya watu. Lakini pia eh, track namba sita anafahamika kwa jina la Yu, bonge moja la mdundo ambao pia, Estokiz na Mixing Galizer. Jux anashukuru sana Mungu, eh, kwa kuweza kumpa mapenzi wa maisha na dedication, ambayo pia ina noga kuweza kusikilizwa na wapenzi wawili wenye mapenzi yasiyo hitaji D2 kuweza bana kueleweka kwa sababu kuna mahusiano mengine bila D2 huwezi kuelewa kwa sababu inakuwa hayaeleweka. Noma sana, noma sana. Na track ya mwisho namba saba inakwenda kwa jina la X18 featuring Divoice, bonge moja la ngoma, bonge moja la singeli fulani hivi, imekuwa ina mahali tofauti tofauti sana ambayo yamekuwa eh, yakipata eh, yakipatikana mle. Sasa kama unadhani pia Juxy hawezi kubadilika eh, bana huu wimbo ni uthibitisho wa kwamba Godmaster pia ameweza kufanya eh, Juxy aimbe eh, eh, singeli vanga na mcheriku Divoice pia ameweza kuongeza utamu wa muziki huu, na hata wasiopenda singeli wameupenda. Wame ni wimbo ambao pia unapendwa mitaani lakini pia na mitandaoni imeonekana ukifuatiliwa sana sana na sana, so kwa design moja ama nyingine, unaweza kusema kwamba Priscy au harusi yake yeye na Priscy imeweza kumfungulia milango mingi sana katika nchi ya Nigeria, lakini pia nchi za Afrika Magharibi huko kuweza kumfuatilia zaidi na zaidi. Endelea ku drop comment yako hapo, bila kusahau ku subscribe channel yetu. Utakometisha kinomo no mazidi kabisa tasmane, ciao.